Samburu. Tukiangazia mengine ni kwamba vijana zaidi ya elfu kumi na mbili katika eneo la Magharibi walionufaika na mradi wa serikali wa Nyota wameonywa dhidi ya kujiingiza katika michezo ya kamari na mienendo potofu wanapopata pesa hizo za biashara. Onyo hilo limetolewa huku uzinduzi wa awamu ya kwanza ya usambazaji wa fedha hizo za kukwamua vijana kimapato ukitarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii. Kwenye ziara yake ya ukaguzi wa utekelezaji wa mradi huo katika kaunti ya Busia, katibu wa biashara ndogondogo Susan Mangeni amesema kuwa idadi ya vijana zaidi ya milioni mbili nchini waliotuma maombi ya kupata nafasi kwenye mpango huo ni dhihirisho kuwa mahitaji ni mengi, hivyo basi umuhimu wa kutumia fedha hizo ipasavyo. <laughs> Katibu huyo kadhalika amewatahadharisha vijana kuwa mikakati ya teknolojia itawekwa kuona kuwa fedha hizo hazitumiki vibaya. Kuwapatia tu tahadharisho ni kwamba hata hautawezewa kutoa hiyo pesa kulipa vieta naelewa? Ukijaribu mm -hmm. Eh, so, kulipa vieta na pay bill haitaenda so, Tuna block off. <laughs> Pesa ukijaribu kusema avyeta, aiendi, mambo sijui ya kulipania mafea mambo sijui a kufanya nini au achane nao. Mangeni amesema kuwa rais William Ruto anatarajiwa kuzindua awamu ya kwanza ya usambazaji wa fedha hizo mnamo tarehe saba mwezi huu katika eneo la Mumias, County ya Kakamega.

Baadhi ya vijana Busia walionufaika na ruzuku hiyo ya shilingi elfu hamsini ili kuimarisha maisha yao wamewahimiza vijana wenza kutumia pesa hizo kulingana na maagizo waliopewa katika mafunzo. Yes, mimi nashukuru sana serikali yetu ya rais mtukufu Bwana William Samuel Ruto kwa kukumbuka vijana kama sisi. Ujumbe wangu kwa, kwa wale vijana wenzangu ambao tuta, tutafaidika na huu mradi wa grant ya Nyota fanda, tafadhali nitawaomba tu, tufungue biashara. E, wale ambao walipuuza na kwa wale ambao hawakupata chance kwa hii first lot tunawaambia kwamba eh, chance nyingine ikifunguliwa waweze kwa apply wajaribu, na watapata. Hata hivyo vijana hao wamemtaka Rais William Ruto kuzingatia kupata maoni ya vijana siku zijazo kabla ya kuanzisha miradi mingine. Mimi nafanya biashara ya sofa set furniture Nashukuru pia na ningeomba Rais kwamba kwa miaka ijayo aweze kuconsida views of the people kabla hajatoa disbursement, kwa sababu alitoa random ya 50000, na yetu watu kiangalia business idea yenye uko nayo pale ground inashinda hiyo 50000. So tulikuwa naomba tu aongezeka kitu kidogo. Next disbursement, vijana sabini kutoka kila wadi elfu moja mia nne na hamsini kote nchini watanufaika na mpango huo. Mpango huo pia ukitarajiwa kuwawezesha vijana zaidi ya elfu tisini kupata mafunzo ya kazi. yeah! Jen Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia.